Kwa mara ya kwanza Mwakinyo ametokea hadharani na kuweka ukweli wa kila kitu ambacho kimetokea ikimhusu yeye kuhusika kumshambulia kijana anayeitwa Musa ambaye alidai kuokota nazi nje ya ua wake. Lakini kupitia mila dayo, Mwakinyo ameweka wazi na kusema, kwanza, hajampiga huyo kijana, lakini mbili, ni kweli alikuwa akiokota ama alikutwa amepanda kwenye mnazi akiwa anashuka. Sasa mbwa wake waliweza kumshikilia na kumjeruhi vibaya, na yeye ana mbwa zaidi ya kumi pale kwake na alitoa taarifa kwa mwenyekiti serikali ya mtaa nyumbani kwake, lakini mwenyekiti hakupokea simu, then ikamlazimu kupiga simu polisi, na polisi wakafika hapo kwake na kuweza kumchukua huyo kijana na kuchukua maelezo, lakini hata yeye aliwekwa ndani, lakini sababu ya kuwekwa ndani hata polisi na wao pia hawafahamu ni nini, lakini yote kwa yote anakuambia kila kitu sasa hivi kiko chini ya mahakama na mahakama ndiyo itaamua, lakini kubwa hakumpiga wala kumdhuru kijana huyo.